ile ya asubuhi utasikia kama ulikula kama manda ukasikia kimbulia utasikia moyo utachafuka ini wa lile nyongo haikuweza kuhifadhi kile chakula kwa kimeanza kuoza muhimu chakula ukila na usile kushiba ule kiasi kama aliotueleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulize na usile kushiba wala kutuniana na yule unanona mimi ala wengineo na muhimu utatumia zi. zi. zile utua sabana kwa juu. Sasa ni sabana ndani, leo hupatabu ile mashini ya figo kukagua. Sasa kuweza kupekesha mpaka kuwaka kiwango chake kuweza kufanya kazi, wampa muda mrefu, ndo mara wagongeka huku mara wagongeka huku, wa tuwe na hatari sana na tuwe tena. Narudi tena, tukila jamani, tusile kwa kushiba, tule kiasi. Kati kati, so, at least, kutumia maji kwa wingi unaona, kutumia maji kwa wingi, kutumia madafu unaona. Maji pia inatokesha energy zaidi katika figo katika maini, pata ule msukumo. Kupata jua, siku hizi tuna kaumu hizi tumezidharau sana. Zamani alikuwa tukosi kaumu kutumia kwenye wali na haikupekeshi ndani ya mwili kufa ukoma pale pale. Faida ya somo na kitunguu, faida yake hupekesha kusafisha bongo, ukufanya bongo kwa lepesi, ukapata kushika kitu haraka, na huongeza matamanio pia, kapata hisia, ujenga nyumba kwa vizuri, sio ujenge nyumba kwa udongo.

Jamaa tulifanya mkataba, tukamuuliza e, ule anayenunua ushakwenda kuitembelea ardhi. Mimi ndugu yangu amekwenda na naamini aye alivyoona ni sawa sawa, sina shida yoyote. Tukafanya mkataba pale mkataba, cha kupita baada ba ya muda mdogo hivyo, sasa atakwenda kujenga. Amerudi sasa, bwana, kule ile ardhi nilouziwa kuna gogo la spaki, gogo la Kenya Power.